Nchini Ghana, serikali ya nchini Ghana kupitia Wizara ya Mambo ya Nje imetoa taarifa kwa vyombo vya habari kufuatia matukio yaliyojitokeza katika uchaguzi mkuu katika taifa la Tanzania. Hatua hiyo inakuja kufuatia vifo pamoja na madai ya uvunjifu wa haki za binadamu, vurugu pamoja na maandamano ambayo yaliibua majanga kwa taifa. Kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje nchini Ghana, wamesema kwamba hali ya siasa na haki za binadamu baada ya uchaguzi nchini Tanzania tarehe 3 Disemba. Ghana imefuatilia kwa wasiwasi mkubwa hali inayobadilika kwa kasi ya kisiasa na haki za binadamu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufuatia uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025. mazingira ya baada ya uchaguzi yamekuwa na vurugu kubwa za kiusalama pamoja na makabiliano ya muda mrefu kati ya vikosi vya usalama na waandamanaji ambavyo vimesababisha vifo vya raia majeraha makubwa na kuharibu utulivu wa muda mrefu wa nchi hiyo. Ghana inasikitika sana kwa vifo vya raia na inatoa rambirambi za dhati kwa familia zote ambazo zimepoteza upendo wao katika vurugu zisizohitajika. Pia inawatakia aueni haraka wale wote waliojeruhiwa. Ghana inatambua na kuunga mkono ahadi ya mamlaka ya Tanzania ya kushughulikia suala la kinga kupitia utoaji haki, uwajibikaji na heshima kwa viwango vya kimataifa. Katika muktadha huu Ghana inasisitiza umuhimu wa utekelezaji wa haki unaoonekana, uchunguzi wa kina na ulio huru wa madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu, hasa dhidi ya waandamanaji pamoja na wengine, ili kuhakikisha kwamba taasisi za serikali za Tanzania zinazingatia wajibu wao wa, wa kimataifa. Ghana inasisitiza hitaji la juhudi za pande zote zinazohusika, ikiwa ni pamoja na wadau wa kisiasa, vyombo vya siasa, wafuasi wa vyama watawala na jamii ya kiraia kushirikiana katika kulinda sheria kukuza demokrasia na kudumisha utawala bora, huku zikilindwa nafasi ya raia ili kuzuia ukiukwaji wowote wa haki za binadamu katika hatua hii nyeti. Ghana kama mwanachama wa baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa na ikizingatia wajibu wake wa kukuza amani na haki za binadamu kimataifa inajiunga na wito uliotolewa na kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa hasa wito wa kimataifa uchunguzi wa kina wa haraka na usio na upendeleo matukio, wa matukio ya baada ya uchaguzi ili kuhakikisha uwajibikaji na hatua za kurekebisha zinazolenga kuzuia ukatili zaidi na kuhakikisha sheria inatawala. Kwa hiyo Ghana inatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutoa msaada wote wa unaohitajika kwa Tanzania.